Viongozi wa serikali ambao mmewachagua viongozi walioko kule ili waweze kutimiza majukumu yao vizuri, ni pale ambapo wana jeshi la sungusungu imara, jeshi la sungusungu lenye nidhamu, sungusungu ambao hawapendi uhalifu, sungusungu ambao hawapendi kuona matendo ya uvunjifu wa mali wakiwa wanaanzia kwenye kitongoji kwenye kijiji kwenye mtaa na kupanda kule juu. Tukidhibiti katika hali hiyo, tutakuta mwisho wa siku kata nzima amani hiyo, tarafa nzima hakuna vitendo vya mvetiku amani, vivyo hivyo katika wilaya, vivyo hivyo katika mkoa, kwa sababu jambo hili linatuhusu sote. Si jambo la mtu mmoja wala si jambo la jeshi la polisi peke yake. Ndiyo maana mimi narudia tena kusema tunafurahi sana kuona nguvu hii ya jeshi la sungusungu, na hatuwezi kuacha kuwaelekeza. Nguvu hii ianzie katika vitongoji kwenda juu. Ndugu zangu, ongera sana kwenye eneo hili, tunawapongeza kwa sababu sungu sungu hii si ya kubeza. Naomba niwaambie jeshi la sungu sungu sio la kubeza hata siku moja. Ukitizama umri wetu tulio hapa wote, nadhani wote tumezaliwa tumeikuta sungusungu, ina historia ndefu pengine kuliko hata umri wetu sisi wote tulio hapa. wote tumezaliwa tumekuta sungu sungu. na kama tumeikuta, kamwe tusivuruge misingi yake Ukivuruga misingi yake, huko mbele ya safari tutalindwa na nini? Na tujiulize, kama ingetokea wale wazazi wetu tuliowakuta wangekuwa wamevunja misingi ya sungusungu, hawa sungusungu wale wangekuwepo? Na tumwangalie kwa jicho fulani yule anayetaka sungusungu ivunjike, tumwangalie na tumfikirie Lengo lake ni nini? Niwaombe sana nini, viongozi wa sungusungu mlioko hapa wote, imarisha misingi mizuri ya sungusungu ili iendelee kuwepo kwa lengo la kulinda usalama wa watu na mali zao. Ikishirikiana na wananchi na vyombo vingine vya usalama katika maeneo yao, lakini tunasema tulinde amani tufanyeje? linda amani kwa kufanyaje? Jambo lingine ambalo tunaliongeza ni swala zima la kila mkazi wa mkoa wa Mwanza kujenga mawazo na akili ya kushuku vitu ambavyo haviko sawa, vinajitokeza katika maeneo yake na kutoa taarifa. Ukiona jambo ambalo si la kawaida Sungusungu toa taarifa kwa jeshi la polisi, mtoa taarifa kwa vyombo vya usalama vilivyo katika maeneo yenu, toa taarifa kwa viongozi wa serikali waliopo huko katika maeneo yenu. Usione kitu ambacho si cha kawaida kinachoweza kuleta uvunjifu wa amani ukakaa kimya, utakuwa hujatoa mchango mzuri wewe kama mkazi wa Mwanza, lakini kama Mtanzania ambaye wajibu wako pia ni kuilinda nchi yako maeneo yetu yanakwenda yanakuwa na idadi kubwa ya watu, yanakuwa na mwingiliano mkubwa. Hapa tu mmesema tuko jirani na mkoa mwingine, watu wanaingiliana sana, mwingiliano ni mkubwa, kwa sababu ya namna ambavyo watu wanawasiliana. Mawasiliano yamerahisishwa sasa hivi, mtu anaweza hapa ukatoka na lusa huku Shinyanga ndani ya nusu saa huko Mwanza, usafiri umerahisishwa. Sasa hivi ni niwaombe sana, pamoja na kurahisisha usafiri kwa namna hiyo, bado tuweke misingi mizuri kwenye maeneo yetu tunayoishi, kwa kuwatambua watu ambao sio wenyeji katika mazingira tunayoishi na kuwatolea taarifa. Akiingia mtu kwenye eneo lenu, amu mjui, mwenyekiti wa mtaa hana taarifa, mwenyekiti wa kitongoji hana taarifa, ni wajibu wenu ninyi kwenda kumwambia kiongozi wenu, hapa kaingia mtu amekaa siku ya kwanza, ya pili, atumwelewielewi Viongozi wana taratibu zao kwa mujibu wa sheria za kuchukua hatua, watatoa taarifa kwa jeshi la polisi. Kwa kufanya hivyo, tutajikuta tumelinda kwa kiasi kikubwa maeneo yetu.